ospidi mucinomo wa eliakim sirigich noritie aciari kumenyera ana aana bawendi bombete bawe kwthirwa ana bata gutigira aana batasunkumanina ndawasembogita na kutangatanga tanothribatena ngwe kurita untu oritie aciari nibwega kwenda kumeanina aanabae bombete kwthirwa bari mathaa yonthe nikwile kwamba saihi ishule zimefungwa na tunajua wanafunzi wa kunyumbani ata ilo wakati ilo mwingine disemba wakati shule zilikuwa zimefungwa nilikuwa hapa hapa kwa hiyo visitu, na tukashirikiana na wazazi kujaribu kuangalia vile, uh, wanafunzi wanakaa. So the same way ningependa pia kuhimiza wazazi wajue au watoto wao wako wabi 24 hours 7, ikiwa ni mchana ama jioni, hakikishe mtoto yake ako nyumbani because kuna temptation, unaweza unaweza pata mtoto ametoka kwa nyumba tu yautntnargite wata mwano watikanakaringanitha sona siothe untu bakua baria bonthe bakaringanithwa bakiuthaa siothe mathaayo tuku bakwmakwithirwa bakijukira itagarira kamari tunapambana nao kujaribu kuwanasa, because kamari na gambling haikubaliki. Ile tukayota ambayo haina license ya ku gamble tukashika na tumeshika wengi so your operation itaendelea so we assure the parents; they should cooperate with us. Watoto ni hao wanakaa na hao, lakini wakikuja pande hii pia tutajaribu kuangalia na ku make sure kwamba wanafunzi wasiingie katika hizi vitu za kucommit crime, kuvuta bangi, hata gambling.

na kitu muhimu huwa tunaangalianga kama wewe umekuwa ukiruhusu watoto wadogo waingie kwa baa yako, ndio upate leseni. Kwa hivyo mwenye baa ujue hivi kwamba ukipatikana ama mwanafunzi akipatikana kwa baa yako anacheza kamari ama anakunywa bombe, utastakiwa na hiyo leseni yako itakuwa cancelled because one of the condition ni kwamba hiyo baa haistahili kuruhusu watoto waingie